So, sababu wenda kuna watu walivaa yale mavazi, wenda hawakuwa walio huwa, wenda hawakuwa polisi au kwa sijui nani eh? Ne? Sasa sisi hiyo tusiingilie tusi sana